yake na kuna usemi wa Kiswahili unasema kwamba uh, kujenga ni ngumu, ila kuharibu ni rahisi. Iwapo una ujenzi wa nyumba, unaweza ukajenga nyumba kwa muda mrefu sana, ila kubomoa itachukua tu muda mfupi sana. Kwa hivyo hivi sasa huo uh, uchafuzi wa hali ya hewa na mabadiliko ya ya hali ya hewa na tabianchi umechangiwa hasa kwa sababu ya vile vifusi na yale ambayo tunaweka katika anga letu na katika mazingira yetu, na pia imechangiwa na sisi katika yale matumizi mabaya ya ardhi na rasilimali ambazo tunazo. Unapata kwamba kuna ule upanuzi wa maendeleo unapata maeneo ambayo yalikuwa labda ni chemchemi za maji yamebadilishwa yakawa ni maeneo ya majengo ama maeneo ya barabara, mifumo mbalimbali. Unapata kwamba kwa kiwango kikubwa tunachangia kwa haya mambo. Kwa hivyo changamoto mahali zinakuja ni kwamba baada ya uharibifu hivi, tuna rasilimali ama tuna hela ambazo zinaweza kurekebisha lile tatizo ambalo kwanza kabisa sisi ndiyo ambao tume, tumelianzisha. Kwa hiyo hiyo ndiyo changamoto ya kwanza kwamba pale tunapojaribu kusuluhisha, kuna baadhi, ulimwengu mzima, kuna baadhi wanaoendelea kuchochea katika kule kudidimiza. Uh, ule uwajibikaji na, na pia tulizungumzia kuhusu hizi nchi ambazo bado zinaendelea kuchafua na hii naathiri hata bahari zetu, maziwa maake, uh, tuseme zile rasilimali zinazotoka kule majini zinaathiri. Kwa mfano tunategemea tunategemea samaki kwa mfano na vyakula vingine kutoka kwenye bahari na pia maziwa, unapata kwamba zinaathirika na haya mambo. Kwa hivyo changamoto iliyopo ni kwamba wale ambao wanategemea no. hizi rasilimali na hivi vitu ni kwamba pia wanaathirika, maake mfuko pia una unashuka kwamba hawawezi wakajidhatiti waka na kujisimamia pale ambapo hivi vitu vimeathirika. Kwa hivyo tunaongeza ule uchochole uh -huh. Ama ule umaskini kwa wale ambao kidogo pale mwanzo labda walikuwa na uwezo na, na sasa huu uwezo kidogo umeingia ama umetiliwa mushkili na yale mabadiliko ama makali ya hali ya hewa uh -huh. Kwa hivyo hizo tu ndizo uh, hayo tu ndio baadhi ya na tuseme um, changamoto kuna changamoto zingine nyingi sana. Kuna nchi ambazo hazitaki kukubaliana na, uh, na, na na yale malengo ama yale mambo ambayo yamekubalika katika hii midahalo na hii mkutano ya kimataifa. Kama kwa mfano mwaka uh, wa elfu, uh, wa elfu mbili na ishirini na mbili tuliona, um, tuliona rais rais wa, nafikiri wa Marekani uh, iwapo sijakosea ilikuwa ni mwaka jana, mwaka jana wa elfu, elfu mbili na ishirini na tatu. Mm -hmm. Nafikiria ndiye aliyekuwa kidogo hakuweza kutia saini katika yale makubaliano ambayo yalikuwa kule Glasgow. mm -hmm. Uh, na tunaona kwamba iwapo nchi ambayo ndiyo yenye nguvu na mamlaka zaidi duniani, iwapo isipofanya hivyo, sembuse nchi ambazo labda ni ndogo zinaendelea kukua. kukua na, na. zingine ni zingine ambazo zimeathirika hata zaidi si kama kukua ni kama wanajitahidi wana tu na. kwa hivyo tuseme hiyo ndio changamoto kubwa. Baadhi ya nchi ambazo zina mamlaka na uwezo mkubwa kidogo wakati mwingine zinakosa ku, kutoa mfano mzuri ili na sisi watu kaweza kufuatilia. lakini pia mara nyingi wanasema Afrika wanategemea sana nchi za nje ilhali tuna rasilimali.